Mtazamaji, ushajikuta katika hali ambapo umebonya vya kutosha, imefika wakati nguo hazikutoshi tena, imefika wakati ambapo saa nyingine ukijiangalia kwenye kioo haufurahii kile unachoona. Sasa inakuja wakati wa kufanya mazoezi au kupunguza namna ya kula, inakuwa vigumu wengi wanazamia masuala ya upasuaji ambao kwao wanaona ni kazi rahisi na inawapa matokeo ya moja kwa moja. Leo tunataka tuzungumzie masuala kuhusiana na upasuaji wa kupunguza uzito mwilini. Kwanza ni sehemu gani zinazopunguzwa na kadhalika, na matokeo yako namna gani? Je, kuna faida, kuna athari na vitu kama hivyo. Leo katika Jukwaa la Afya tumebahatika kuwa naye Daktari Lance Jerry Mayabi ambaye ni daktari wa upasuaji. Karibu sana katika studio zetu, asante. Pia tuko naye Daktari Amal Satar, daktari wa moyo na vilevile tuko naye Ani Wamwiri ambaye ni muuguzi na pia tuko naye Maika Mwangi Kibera ambaye ni mtaalamu wa vyakula. Karibuni sana katika studio zetu. Oh, nafikiri swali la kwanza kwanza basi la la kujiuliza ni kwanza, kabla hata tuzungumzie upasuaji, tatizo la uzani ama kuwa na kilo nyingi kwenye mwili linatokana na nini nanini, ile, ile desturi ya kula ama kuna mambo mengine? Daktari, nianze nawe Uh, inakuwa ni shida ya vitu kadhaa, yeah. Sana sana ni chenye unakula, inaweza kuwa ni venye uh, unafanya mkiwa nyumbani yeah. Ile pia ni vile umeelekezwa mkiwa watoto. Sasa zingine tunasema jikoni inaanzia kwa nyumba yeah. so, kuna wale ile chakula unapenda kula, kuna kalori kwa juu uh, kupindukia. Pia hautaki uh, kutaka ukaa chini kwa muda mrefu hmm. Bila ya kucheza na pata hmm. Tunataka kuona vitu kama tunatumia simu kila wakati hmm. Tunaangalia tuna hmm. Kwa hivyo haufanye mazoezi hmm. Hmm. Kwa hmm. kwa muda na pia sasa unakula bila ku, kutumia hiyo kalori umeingiza hmm. Shida zingine pia inaweza letwa na shida ya, ya mambo za afya um, vitu kama inaitwa ya thyroid inaweza leta ikiwa chini homoni uh, ikiwa chini ya thyroid inaweza fanya unapata uzito pia. Saa zingine inatokewa na shida ya homoni kama za, za, za kina mama inaweza kuwa inalete shida ya, ya kuongeza kilo ama uzito. Imetokea kwamba wengine wakasema kwamba saa nyingine anajikuta anaongeza kilo kwa sababu ya msongo wa mawazo, matatizo ya kiakili. Je, inatokea namna hiyo? Sababu chakula kwa wengine wetu, wengine wetu tukila tunapata nafuu, tunasikia vizuri, tunajihisi vizuri wengine kuwa na mawazo mingi unapata watu ndoona wanakula hiyo wakati na, wana, na vitu wanapenda kukula ni kama vitu na mafuta mingi na, vitu, vitu na sukari hizo zote zinaweza ongeza kalori kwenye mwili na uzito. Maika, kwa sababu unasika na masuala ya vyakula e, vyakula gani ambavyo vinaongeza uzani kwenye mwili haraka kushinda vyakula vingine. Ni vyakula aina gani? Uh, nitaanza kwa kusema chakula yote unakula lazima hii isiagwe kidogo iende kwa, iingie kwa mwili ikiwa rahisi kutumika. Kuna zile zinasiagika haraka na kuna zile zinachukua muda, hapo ndipo daktari anazungumzia kalori haya, zile zinakuwa kalori kwa haraka sana sana, vitu zinakuwa sukari kwa haraka. Kwa hivyo unapata mikate, chapati, ugali, hiyo kikundia vyakula vikiingia kwa mwili vinasiagika haraka, zinasukua sukari. Na ikiwa sukari haraka kwa mwili, mwili imeumbwa kujitetea kidogo aha. Kwa hivyo kuliko ijieke kwa hatari ya sukari kwenda juu sana, ujipate na ma mashida za kiafya, inapeleka kidogo iende iekwe, kwanza inaweka akiba kidogo. Hiyo sukari inawekwa kama mafuta, inawekwa kwa mwili, inaendelea kuongezeka, mwishoni unajipata unakuwa mzito. Hata ukiambua uanze kutembea ama usonge, mwili inasikia inalemewa, juu imebeba kilo mingi kuliko venye inafaa kubeba no. Kwa hivyo tunaanza sana sana hiyo Uh, kikundi a vyakula tunaitanga carbohydrates, lakini pia chakula yoyote ambayo unakula ukipitisha kiasi ya kawaida, itakuwa itatengenezwa ikuwe kalori ndani ya mwili na zi, hizo kalori zikizidi ile yenye unachoma ama yenye unatumia kaa nguvu, lazima itawekwa kama akiba kwa mwili na utajipata uzito inaongezeka. Pengine ningeeza na swali hili, kuna chakula ambacho akiongezi uzani mwilini? Hapana, vyo, zote zinaongeza, vyote vina vinaongeza. Kwa sababu gani nauliza hivyo? Kwa sababu kuna watu wengine utakuta ni mwembamba mm. Anakula vyakula vya mafuta saa mm. nyingine mm. chipsi, kuku wa kukaranga na kadhalika mm -hmm. Lakini mwembamba wake unabakia vile vile, lakini kuna mwingine akafanya desturi ya kula mara mbili, mara tatu kwa mwezi au hata mara mbili kwa wiki mm. Unamkuta kwamba mwili wake unapanuka haraka mm huwa -hmm. Ni kitu gani ambacho kinafanyika kwa, uh, kwenye mwili wa, wa binadamu? Uh, tunaangalia vitu vitatu umekula nini, umeitumia kufanya nini, na bado umefanya kenye ulikuwa unatarajia kufanya, umepumzika vipi? no. ah, nguvu yote enye unaingiza kwa mwili mara mingi inaenda kwa misuli no. Yeah. Misuli inatengenezwa ama inarekebishwa wakati unalala. Kwa hivyo usipolala usiku, unaamka hiyo siku ingine unajipata penye nguvu inafaa kutumika, misuli bado ijarekebishwa, okay. Imechoka, imedhoofika kidogo, okay. Na bado unatarajia kuzitumia kwa hivyo baada ya muda ndio unakuta kuna hiyo tofauti. Kuna ule atasema, mi sikulangi sana nakula kidogo, lakini naongeza kilo mm -hmm. na kuna ule mwenye atasema, mimi nakula na bofya mm -hmm. leta mbele yangu nitatafuna mm -hmm. na siongezi, na haijalishi ni chakula haijalishi yote yeah. ndipo tunasema unafanya tunafanya kitu inaitwa kulinganisha. Unaangalia mtu mwenye anafanya kazi ofisini, akiingia ofisi kutoka ile wakati ameingia amekanyaga ameingia mpaka kwa ofisi, kazi yake ni kuketi, kutoka saa fulani mpaka saa fulani, chai letwe kutoka saa fulani mpaka saa fulani, apewe ya, ya chakula cha kati ya siku, alafu baadaye aende nyumbani. Mfano labda ana dereva, aendeshi gari, alafu angalie hapo hapo upande huu mwingine, kuna ule mwenye kazi yake ni ile ya, kenili, ya misuli, anafanya labda kazi ya ujenzi ama ya kubeba bidhaa ama kitu kayo ule mwenye atakuwa na mwili mwepesi, mwembamba, mdogo, lakini ile chakula anabofya ama anakula ni kingi. Uh -huh. Upande huu mwingine utakuta huyu hata hitaji chakula kingi juu kidogo tu wenye anakula inawekwa kwa akiba, hakuna uh -huh. kazi kubwa anafanya hiyo. Uh -huh. Ndio tofauti kubwa. Uh -huh. Bila shaka ani kwa kuwa ni muuguzi, nataka tuzungumzie upasuaji, lakini kabla ya hivyo nafikiri tutofautishe pia. Kuna njia tofauti ambazo inakuwa rahisi kwa wanaume kuongeza kilo, kwa wanawake tofauti kidogo. Kuna uwezekano wa mwanamke kuongeza uzani kwa kujifungua ama kwa kuwa na mtoto e, inatokana na chakula ama ni maumbile yanabadilika? okay. Tukiangalia mwili wa mwanamke. No. Uh, tuki utazama kwa kando kando na ule wa mwanaume no? Kuna mambo mengi sana ambayo yanabadilika kwa mwili wa mwanamke no? Tuchukue hiki kipindi ambacho amepata mimba no, ama yuko katika hali ya ujauzito ama ako katika hali ya ujauzito no? Aha. Kumaanisha mi nikiwa muuguzi nitakuwa nitatilia maanani kwake kwamba hali tu kwa sababu yake ana kiumbe kingine pale uh, kinacho uh, kinachokuwa na ni vizuri pia uh, aweze kukipatia uh, uh, kalori ndio kiweze ku, kupata kitu tunaita development. So wakati ambapo mwanamke ako katika hali ya ujauzito kweli, na pia kuna hormones zile ambazo zinatawala kwa ile kipindi vile ambavyo ana huwa nakula kwa kawaida huwa yabadilika, na ndio maana utapata wengine watapata uh, watapata vitu tunaita uh, wanatamani vitu tofauti tofauti. Maana kesa nyingine katika ujauzito tamaa uzito unakuta tama e, tamaa ya vitu e, tofauti vitu vya sukari, vitu vya vitu vya sukari sana sana sana, atasikia chips ikiwa nzuri sana. Hiyo ndio na ndio watasema mtoto anaitisha. Lakini tukiangalia vile ambavyo hizo kalori zitafanya ni kwamba ataweza kuongeza kilo na, na mimi nikiwa muuguzi akija pale hospitalini ninataka aongeze kilo hiyo ndio itaniambia kwamba huu ujauzito ambao mbao ako katika ile kipindi anaendelea vyema lakini pia kuna tofauti kama wanaume kuna wale wembamba ambao wa hata kila chochote bado wembamba wake huko kwa wanawake pia nafikiri ni hivyo kuna yule ambaye atabeba mimba miezi tisa akijifungua unakuta mwili wake unaregea pale alipokuwa lakini yeah. wengine inakuwa kwamba bado aidha anazidi kuwa mkubwa au uzani aliofikia inakuwa vigumu kaye kurudisha, kweli kwa sababu uh, tukiangalia katika historia ya kuongeza kilo ama ambapo mtu anakuja, uh, utapata kuna kitu tunaita kwa kizungu genetics, kwamba kwa familia yetu sisi wote ni wanono ama tuna, tuna kilo kwa, kwa zaidi. Aha. Uh, but kuna wengine ambao uh, plainly wako tu vile vile Unaona, so tunaweza sema pia maumbile yanachangia sana kwa vile ambavyo kilo zinaongezeka mwilini. mm -hmm. Na pia hiyo ni ya Mungu, sasa hatuna cha kusema. Bila shaka Daktari Amal, eh, najua umebobea sana katika masuala ya kudunga eh, watu sindano za kupunguza makali wakati wa upasuaji na kadhalika, tutazungumzia hilo lakini, kwa kifupi najua umetangamana na watu kuhusiana na hali zao za kimaumbile upi uzani ambao unatishia mtu mpaka kufikia kiwango anasema kwamba sasa imefika sehemu ambapo aidha nifanyiwe upasuaji au nibadilishe jinsi ninavyokula? Ni matatizo gani ambayo yanatokea c

What they would Thank, like. Thanks doctor. Daktari Lance nije kwako sasa tuzungumzie njia rahisi za kupunguza uzito kwenye mwili na kadhalika. Mko um, sasa hivi kwa sababu tunazungumzia upasuaji. Hatutakuzungumzia pengine mazoezi na kadhalika. Kitu gani ambacho kinapendekeza watu ama kinawafanya watu ambao wamefikia uzito ambao kidogo wanashinda kuamua kufanya upasuaji? Ni kwa sababu ni rahisi, inachukua pengine njia ya mkato, atapunguza uzito haraka, ama namna gani? kitu gani ambacho kinawavutia watu sasa kuingia katika masuala ya upasuaji kupunguza uzito? na ni sehemu gani, kwa mfano, inaweza kuwa rahisi mtu kusema pengine tumbo, lakini pengine ana uzito e, mwili mzima hiyo. So, ni swali mzuri sana kwa, sa kwa sababu sana sana watu wengi wanakuja hawajui shida ni ya uzito. Wengine wanafikiri wanataka kubadilika venye wanakaa no. Maumbile wanasema no, mimi nataka tumbo yangu iende uh -huh lakini unawaambia hourglass lakini sana ile tunafanya tu fanyanga kazi sana sana na madaktari wa maumbile wanaitwa plastic surgeon. Mara mingi wanaenda kusema nataka tumbo ipunguzwe niongezee mapaja, yeah. Lakini ile, um, ile shida ni kila wakati unafanya upasuaji, hizo vitu zinaitwa risks kama ya, ya, ya kulazwa kama ya anesthesia yeah, inaenda juu so, sana, sana wanatuma kwetu tunawaangalia, tunawaambia, sababu ya hii tutafanya hii ya kwanza. Hiyo ndo ya kwanza. Hiyo ndio ya pili. Kuna watu wanasema mimi kazi yangu ni kukaa kwa ofisi siku nzima, nikikwambia ukule vizuri ufanye mazoezi sinayo wakati ama, ama kazi yangu inafanya unasafiri kila mali kila wakati sauna hiyo, huo muda. So wakati huo ndo tunaanza kuuliza gani itafanya hiyo kitu kuwe inaitwa permanent kwa muda mrefu, ndio wakati tunasema tutafanya upasuaji. No. Na kuna wale wanakuja wanasema, mimi tunaona kaa pengine kilea iko chini ya mia ama iko hapo chini ya themanini tunasema hey, tukifanya upasuaji unaweza poteza uzito kilo mingi na tutaki ufikia, yuta, yuta dhuru afya so, tunasema kuna sasa vitu ingine tunawashauria tunaweza tumia vitu kama mpira au balloon ama tunatumia shindano za sikuhizi tunaeza dawa ya shindano na pia tunaweza hata kuna za tembe na pia sasa tunafanya kazi na Mika, hapo ndo anaweza kwa pia elekeza pia atakula aje wakati gani na kiwango gani, ndio hiyo tunawasaidia tuna kupata waweze kuchagua na waki, wakiwa na mawaidha na daktari. Nitarejea kwako baadaye, tueleze ni aina gani za upasuaji zilizoko. Pili ni upasuaji ambao unahusiana tu kama ulivyogusia hapo kwa kifupi, kwamba mtu tu anataka kubadilisha maumbile au pametokea athari kubwa, matatizo ya moyo, matatizo ya mgongo, matatizo ya kutembea, uzani, kupumua na kadhalika, ndio mara nyingi mnapendekeza kuwe na upasuaji, au ni yeyote anaingia e, katika kliniki anaweza kufanywa upasuaji? Nitakuja kwako tufafanulie zaidi, pamoja na daktari Yamal, vile vile Ani na bwana Mika. Mtazamaji, tunazungumzia masuala ya upasuaji kupunguza uzito mwilini tupe maswali yako, tupe maoni yako. Lakini ndio mwanzo tumeanza kualika ama maua yameanza kualika mkoko kuhusiana na mazungumzo yetu. Usiende mbali, tunarejea hivi punde.